Hii ni Bibilia, somo la themanini na mbili, usahidi kwamba Mungu wa Bibilia ni kiumbe wa kigeni madumuni. Habari na siku njema. Huyu ni mshairi wa Bibilia. Mshairi ni msimuliaji wa hadithi anayerudia maandiko ya jadi yanayohusiana na utamaduni fulani wa mdomo niko hapa kusimulia na kupanua kile ambacho fasihi ya Biblia inasema kuhusu Mungu ni nani na wanadamu ni nani somo hapa ndipo mahali tulipo leo Mungu wa Biblia si kama vile chochote ambacho umewahi kuona kwenye filamu kusoma katika kitabu au kukutana nacho katika fasihi nyingine yoyote baada ya kusikia mistari kutoka katika Biblia inayorejelewa kwenye podcast hii ya maelezo ya Mungu, unaweza kuhisi hofu. Mungu huyu wa kigeni ayupo katika galaksi nyingine mbali sana. Mungu huyu ni kigeni, yupo hapa na ana kutazama kulingana na maandiko yafuatayo, lakini kabla hatujafika huko, je, ni asili gani ya kiumbe huyu wa kigeni ambaye bibilia inamwelezea? Kumbuka la Torati sita mstari wa nne inasema, sikia e, hey, Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ni mmoja. Maoni ili na maandiko mengine mengi yanatangaza kwa uwazi kwamba Mungu ni kiumbe mmoja. Hakuna miungu mingi, hakuna miungu wawili mi wanapopingana kwa kushindana kwa ukuu. Kuna Mungu mmoja tu ambaye Bibilia inamkiri kama muumba wa kila kitu ambacho si Mungu. Hata hivyo, bila kupingana, ufunuo wa asili ya Mungu unapa Nuka katika Isaya arobaini na nane, mstari wa kumi na sita. Njooni karibu nami, msikilize haya. Tangu kutangazwa kwa mara ya kwanza, sijanena kwa siri. Wakati ulipotokea nilikuwepo. Na sasa Bwana Mwenyezi amenituma akiwa na Roho wake. Njooni karibu nami, sikilizeni haya. Tangu mwanzo sichanena kwa siri, tangu yalipoanza nilikuwapo. Na sasa Bwana Mungu na Roho yake wamenituma. Maoni hapa katika haya hii, kutoka maandiko ya Kiebrania, mtu wa milele anasema kwamba ametumwa na Bwana Mwenyezi wa roho wake. Kwa nini nasema msemaji ni mtu wa milele? Kwa sababu akirudi nyuma katika maandiko kutafuta jina la anayeweza ni Yehova na maandiko ya Kibrania. Bila shaka, agano jipya linaeleza wazi zaidi kujenga juu ya maandiko. ya maandiko ya Kiebrania maandiko ya Kiyunani, kia yanaongeza ufunuo zaidi kuhusu Mungu huyu. Mathayo 28 mstari wa 19 inataja vipengele vitatu vya Mungu mmoja: basi enendeni, muka wafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mkiwa patisa kwa jina la Baba na la Mwana wa na na Roho Mtakatifu. Mathayo tatu mstari wa kumi na sita mpaka kumi na saba Yohana mpatisaji anaeleza kile alichoshuhudia alipompatisa Yesu. Yesu alipokwisha kupatiswa, mara akapanda kutoka majini, wakati huo mbingu zilifunguka, naye Yohana akamuona Roho wa Mungu akishuka kama ua na kutua juu yake, na sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayempenda naye. 2 wa Korinto 13 mstari wa 14. Inatacha nafasi za Mungu kwa huduma zao kuu, na neema, upendo na ushirika. Neema ya Bwana Yesu Kristo na up upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu akae nanyi nyote. Je, maandiko haya yanafafanua aina ya kiumbe ambayo Mungu wa Biblia ni nani? Tunashurutishwa kutumia metari kwa sababu asili ya kiumbe huyu wa kigeni ni tofauti kabisa na chochote tunachojua. Molekuli ni kitu kimoja pekee, lakini kina vipengele vyake vinavyoshikana kwa nguvu za kovalenti, ioni au hidrojeni. Vivyo hivyo, maandiko hapa juu yanathibitisha kuwa Mungu ni mmoja asiyegawanywa, lakini una vipengele vinavyoonyesha. Kutambuliwa majadiliano kiumbe huyu ameonekana kwa kushikika na wanadamu kulingana na Biblia. Katika Kutoka 24 mstari wa 9, maandiko yanaeleza tukio ambayo watu 74 walimuona Mungu: Musa, Aruni, Nadabu na Abihu, pamoja na wasee sabini wa Israeli wakakwea juu ya na wakamwona Mungu wa Israeli. Chini ya miguu yake palionekana kama sakafu ya yakuti samawi samawi yenye ya rangi ya samawati kama ha, anga maoni uni, uni ayo ni maandiko. Kwa hivyo taswira inayotolewa inatoa hisia ya tukio la walioona katika sehemu nyingine, Musa anamwomba Mungu amuonyeshe utukufu wale, wake. Kutoka thelathini na tatu mstari wa kumi na nane mpaka ishirini na tatu inasomeka ina, ndipo Musa akasema, tafadhali unionyeshe utukufu wako. Bwana akasema, nitampitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina langu Bwana mbele yako, lakini atuone uso wangu, maana hakuna mutu atakayeniona na akaishi tena. Ma, maoni tukio kama hili pia limetokea Eliya katika Kwanza wa Farume kumi na tatu kumi na tisa mstari wa kumi na moja mpaka kumi na tatu, wakati Bwana anapopita karibu na mpango ambamo Eliya amesimama. Wakati Bwana alipopita, Eliya alihisi upepo mkali, sasa tetemeko la ardhi na moto mkubwa, lakini Bwana hakuwa ndani ya machanga hayo ya asiri na baada ya moto akuja ukacha upepo wa upole na wa utulivu. Elia aliposikia haya akafunika uso wake kwa fasi lake, akatoka nje na kusimama mlangoni. Maoni Mungu hakujidhihirisha kupitia katika nguvu za asili bali kupitia sauti tulivu iliyoleta heshima na unyenyekevu mbele yake. Ni aina gani ya kiumbe huyu wa kigeni ambaye huonekana lakini anaweza kudhihirisha katika mambo mbalimbali mbali? Mungu ni Roho. Roho ni nini? Katika Luka ishirini na nne mstari wa thelathini na tisa baada ya kufufuka, Yesu anawaambia wanafunzi wake, tazameni mikono yangu na miguu yangu, ni mimi mwenyewe, nisikieni na muone, roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi nikiwa nayo. Roho hazina mwili kama wanadamu, lakini roho inaweza kujidhihirisha kwa namna yoyote inayochagua kujifanya kuonekana kwa macho ya wanadamu. Biblia inataja visa vingi vya mwingilio katikati ya viumbe vya roho wa kigeni na wanadamu. Mutasabi, ni nini kinacho msumbua watu kuhusu Mungu wa Biblia? Watu wanaweza kwa kiasi fulani kuelewa au kuwaza juu ya kiumbe mwenyewe mwenye nguvu zote, anayejua kila kitu, au aliye kila mahali ndani ya na nje ya ulimwengu tunaoona kwa darubini zetu, lakini kinachowakera watu ni Mungu wa kigeni ambaye ni mkamilifu kimaadili na hawezi kufanya kosa lolote la kimaadili. Kwa mfano, tuchukulie tendo baya zaidi la wanadamu, muwaji wa haraiki, ambapo kila mwanaume, mwanamke na mtoto katika jamii, dini, kabila au rangi uangamishwa bila kujali umri wao au shughuli za maisha yao. Fikiria mauaji ya Kiyahudi ya Holocaust ya mwaka 1941 mpaka 1945, ambapo Ujerumani na Nazi ya Nazi iliua Wayahudi milioni sita na wengine, Orodoma mwaka 1932 mpaka 33, ambapo Joseph Stalin aliwaua wa Ukraine milioni tatu mpaka saba, Armenia mwaka elfu moja mia tisa na kumi na tano mpaka elfu moja ishirini na tatu ambapo Waturuki waliwaua wa, wa Armenia milioni moja mpaka tano. Rwanda, mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne ambapo Wahutu waliangamiza watusi takriban milioni moja, na Kambodia mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano mpaka sabini na tisa ambapo Khmer Rouge walikuwa takribani wa Kambodia milioni mbili. Katika mtazamo wa kibinadamu tunahukumu kwamba mauaji ya kimbali ni mabaya kimaadili. tunafanya hivyo kwa sababu tunakubali kwamba wanadamu hawana ujuzi na ku, wa kutosha kuhusu samani sasa au mustakabali wa watu wanaokufa ili kuamua kama kivo chao kinastahili kimaadili. Tuna dani labda baadhi yao, hasa wa, watoto awa, basi kuuawa. Tunajua kuwa mauaji yote ya kimbali yamehararishwa me, ya na wahusika historia hukubali baadhi ya maelezo ya haki kuwa hayakubaiki huku mengine yakikubalika. Kwa mfano, mauaji ya kimbali ya Hiroshima na Nagasaki kwa mabomu ya atomiki yaliyoua takriban watu elfu mia mbili ishirini na tano warika na hali mbalimbali yanayohalalishwa kama njia ya kukomeza vita kuu ya pili ya dunia haraka, ya kuokoa maisha ya mamilioni ya wengine. Ninasimulia jinsi watu wanavyofariki, lakini Mungu anaona wakati wote, na anajua historia yote ya kila jamii, anajua hali yao ya sasa na anajua mustakabali wao, mustakabali wa kila mtu kibinafsi pamoja na wakabila au taifa. sima Mungu wa Biblia ni dalimu wala mkatili. Hawezi kuwa hivyo katika muktata wa umilele. Matendo yake wakati wowote katika historia ni yenye haki yamekamilika na yanahesabika kuwa sahihi kwa sababu ya kile unachojua na yeye ni nani. Hili ni jambo gumu sana kukubali. Hata hivyo, hapa kuna baadhi ya maandiko ambapo Mungu anadai mamlaka yake ya ujuzi wake wa kuunganisha wale anaowafafanua kuwa waovu. Isaya 42 mstari wa kumi na nne Mungu anasema, kwa muda mrefu nimekaa kimya, nimenyamaza na kujizuia, lakini sasa kama mwanamke anaye saa nitalia kwa sauti, nitapumua na nguvu na kunguruma, nitaharibu milima na vilima kwa kuli kuifua mimea yake yote, nitageuza mito kuwa visiwa na kukauza madimbu yote maoni. Mungu kutoka kimya hadi kuchukua hatua, akiharibu mambo ambayo wanadamu udan, udani ni ya kudumu na muhimu maisha yao. Isaya 45 mstari wa 4 mpaka 9. Ingawa unijui mimi, ni Bwana hakuna mwingine mbali nami, hakuna mwingine hore wao wanao bichana na muumba wao. Isaya 49 mstari wa 9, tunapofiki kumfikiria mtu anayefanya mambo yake jinsi anavyotaka kuwa ni mbinafsi. Mungu anasisitiza kuwa yeye ndiye anayetenda apendavyo na ni mkamilifu kimaadili. Mimi ni Mungu wala hakuna mwingine, mimi ni Mungu wala hakuna anayefanana nami, nimesema madhumuni yangu yatasimama nami nitafanya yote nipendayo. Isaya arobaini na saba mstari wa tatu. Mji wa kale wa Babeli uliangamishwa na Mungu kwa sababu ya matendo yake. Nitafanya kisasi sita samii mtu yeyote, maoni ili lilisungumuswa kuhusu maangamizi kamili ya Babeli. Isaya hamsini na tano na moja mstari wa sita. Mungu anatangaza kuwa katika siku za uzoni ataangamiza mbingu na dunia ya sasa na kuumba ulimwengu upya. Inueni macho yenu juu ya mbinguni, tazameni dunia chini. Mbingu zitafifia kama moshi, dunia itachakaa kama fasila, na wenyeji wake watakufa kama nzi. Isaya sitini na sita mstari watatu. Wamechagua njia zao wenyewe, wanapendezwa na machukizo yao, kwa hiyo nami nitachagua mateso makali kwao na nitawaletea hofu yao kwa maana nilipowaita hakuna aliyenijibu, niliponena hakuna aliyenisikia. Walitenda maovu machoni pangu na walichagua mambo yasiyonipendeza. Isaya hamsini na tano mstari wa sita. Mungu anadai kwamba anafanya kazi kwa kiwango cha juu zaidi kuliko wanadamu akisema Mtafuteni Bwana wanadamu mwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu ma yu karibu, kwa maana mawazo ye yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu. Isaya 57 mstari wa 15. Mungu anajitambulisha kama kiumbe wa kigeni kabisa kwa wanadamu, kwa maana hivi ndivyo asemavyo yeye aliye juu na mtukufu, yeye akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, inakaa mahali pa juu ba patakatifu. Kumbe huyu ni kigeni ambaye Bibilia inamwita Mungu, anadai mamlaka ya uhai na mauti juu ya wanadamu. Pia anadai mamlaka ya kukumu mahadiri ya kila kitu aliye wai kuishi au atakayesaliwa. Muhtasari wa mamlaka ya Mungu unatolewa katika Waibrania kumi mstari wa thelathini na moja ambapo inasema ni mara ngapi unadani mtu anastahili kuabudiwa kwa kuadhibiwa kwa, kwa ukali zaidi kwa kumkanyaga mwana wa Mungu chini ya miguu na kuiona damu ya agano iliyotakasa kuwa kitu kisicho kitakatifu, na kwa kumtukana Roho na nehema. Kwa maana tunajua yeye aliyesema, ni juu yangu kulipisha kisasi, nitalipa na tena, Bwana atawahukumu watu wake. Ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Katika sehemu nyingine nyingi za Biblia, nguvu hii ya kutisha inaonyesha dhiki ya wale wasio mtii Mungu, lakini pia ina sawisha na maandiko mengi yanayoahidi yana rehema, fadhili, baraka, lisiki na upendo kwa wanadamu wanaomsikiliza. <coughs> mtaza itimizo. Hivi ndivyo mshairi wa bibilia anavyofanya kazi, msimlizi mfupi yaliyoi ngatia mada hakuna kupokea katika hoja nyingine. Mshairi wa Biblia anatoa kile ambacho Biblia inafundisha kuhusu mada fulani. Sisemi hili ni kubadilisha dini. Podkasti ya mshairi wa Biblia ni ya kutoa taarifa. Tunazungumzia kile ambacho fasihi ya Biblia inasema, mawazo ya nadana inazowasilisha kwa sababu watu wengi hawajawahi kushughulisha na mawazo . Saidia podcast ya mshairi wa Biblia kupitia Patreon kwa kiasi kidogo kama dola moja au tano kwa mwezi, inaweza kusaidia kugharamia gharama za podcast. Unaweza pia kutoa mchango kupitia GoFundMe. Mshairi wa Biblia bado mwenyewe apokee mshahara awara tumii zaidi ya waungaji mkono kwa manufaa yake. Tuma maswali ya yoyote au maoni kwa mshairi wa Biblia kupitia Bible Bard at gmail.us. Nashukuru kusikia kutoka kwako maunganizo. Asante kwa kufuatilia na kushiriki maudhui ya mshairi wa Bible Bard kama ifuatayo: Amazon, Amazon.com,